Umuhimu wa elimu kwa watoto wenye ulemavu pamoja na jitihada za asasi mbalimbali zisizokuwa za kiserikali jinsi gani zimekuwa mstari wa mbele kwa lengo la kusaidia kundi hilo. Kutokana na hali mbalimbali ya ulemavu, jamii wakati mwingine wamekuwa wakiwanyanyapaa watoto wao kulingana na hali zao. Kabla ya kuangazia umuhimu wa elimu kwa watoto wenye ulemavu, tunaenda kumsikiliza Charles Maiga Baini, mwalimu mbobezi wa elimu maalum kutoka shirika la Mtakatifu Justin lililopo Msoma, mkoani Mara, shirika ambalo limekuwa likilea watoto wenye ulemavu. Kuna kundi kubwa kabisa la ulemavu unaoonekana, lakini pia ulemavu usioonekana. Tunapozungumzia ulemavu ambao unaonekana, ni ulemavu wa viungo. Ulemavu wa viungo ambao eh, unahusu mtu labda anakoswa kiungo kimojawapo katika mwili wake. Maiga anaeleza aina nyingine ya ulemavu. Lakini pia kuna watoto wengine ambao tunaita watoto wenye CP, cerebral palsy. Watoto hawa ni watoto ambao ubongo wao umeathirika, ubongo ule wa mbele, na kusababisha mijiongeo katika mwili wao kuathirika, na miguu na mikono wakati mwingine zinatengeneza X au zinakuwa zinang'ang'aniana au watoto hawa kwa namna moja au nyingine miguu yao ndio inakuwa imeathirika, au mikono yote au pamoja mikono na miguu yote inakuwa imeathirika, au ni watoto aina ya CP. Lakini tutaendelea pia na aina nyingine ya ulemavu, na hapo tutazungumzia kundi la watoto kiziwi au watoto wenye uziwi. Hapa kuna makundi pia ndani yake katika ulemavu huu, wenye ulemavu wa uziwi. Sasa tutaangalia makundi hayo kulingana na na, na, na, na na kigezo gani? Kwa mfano kuna aina wenye ulemavu ambao e, ni kwa kigezo cha kuzaliwa, yani kabla ya kuzaliwa mtoto huyu e, anakuwa tayari anazaliwa na ulemavu lakini ulemavu wa uziwi, lakini mwingine anazaliwa alafu baadaye changamoto za maisha au magonjwa katika sikio inasababishwa mtoto huyu kukosa usikivu au asikii sauti. Maiga anatumia fursa hiyo pia kueleza aina ya sikio na nini kifanyike kwa lengo la kusaidia watoto wenye changamoto hiyo. Sikio la binadamu li limeundwa katika sehemu kubwa tatu, kuna sehemu ya nje kuna sehemu ya kati lakini kuna sehemu ya ndani. Sasa sikio kama litakuwa limeathirika sehemu ya nje na sehemu ya kati, tutaita ni Conductive hearing loss, yani tutaita aina ya ulemavu sikio la nje la usikivu wao, kwa ni kiziwi, aina ya sikio la nje lililoathirika. Lakini pia kuna wenye changamoto katika sikio la ndani kama sikio la ndani litakuwa limeathirika sehemu ya kati itakuwa iko okay, lakini pia sehemu ya nje itakuwa iko salama kabisa. Huyo huyo mtoto au aina ya uziwi huo tutaita ni sensorineural hearing loss. Tutaenda aina ya viziwi, lakini kwa kuangalia ni viwango gani wameweza kuathirika. Wote tunafahamu katika jamii wapo viziwi ambao tunawaita ni viziwi, lakini wanasikia sauti kwa mbali kama utazungumza sauti kwa sauti kubwa, basi wao watasikia, lakini kama utazungumza kwa polepole, basi wao hawatasikia. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba wapo viziwi kulingana na viwango vya usikivu. Maiga anazungumzia watoto wenye usonji na kueleza watoto wao wanapendelea nini hasa watoto wenye usonji kwa lugha nyingine ambao ni, ni, ni lugha ya Kiingereza wanaita ne autism spectrum disorder. Watoto hawa wamekuwa na umahiri katika engo moja ya kipenda roho chao katika maisha. Hapo nazungumzia nini? Kuna wataalamu wakubwa katika ulimwengu huu wakina Einstein, ambao wameweza kuvumbua mambo mengi, lakini walikuwa na ulemavu huu wa autismu au usonji. Sasa nitaelezea sifa kubwa tatu ambazo zinawagusa kundi hili la watoto wenye usonji. Watoto wenye usonji hawa, sifa mojawapo ni wanachangamoto ya ufahamu, yaani ulimwengu wao, jinsi unavyotafsiri tafsiri mambo ni tofauti na sisi. Sisi tunaweza tukasikia tu ni sauti ambayo imesikika tu kidogo, lakini wao ikawa labda ni mngurumo mkubwa ndani ya ufahamu wao. Lakini pia watoto hawa wamekuwa wana tabia ambazo ni za kujirudiarudia kila mara, yaani wanatengeneza kitu fulani ambacho wao watakipende, watakipendelea na kitu hicho kila siku watakifanya na kila muda watakuwa nacho. Maiga anasema kuwa kundi la watoto wenye ulemavu wa changamoto ya ujifunzaji ni changamoto kubwa ambayo ipo hapa nchini, lakini kundi hilo linahitaji wataalamu ili waweze kujua kusoma na kuandika. Watoto hawa wenye changamoto mbalimbali mbali za ujifunzaji au kwa lugha ya wenzetu wanaitwa eh, ni specific learning disability. Tunapopambana mashuleni kuelimisha watoto katika elimu ya awali, elimu ya chekechea, darasa la kwanza, darasa la pili, tunapambana na kitu kinaitwa KK, kusoma kuandika na kuhesabu, lakini kwa bahati mbaya kuna changamoto katika vipengele hivyo vya stadi za kujifunza, na changamoto hizo za ujifunzaji ni hizi kama zifuatazo: changamoto ya kufanya hisabati au kufanya hesabu au kuhesabu ambayo inaitwa dyscalculia. Watoto hawa, yani, ni changamoto yao maeneo mengine yote ya ujifunzaji wanayamudu, lakini isipokuwa hisabati. Lakini pia wanashindwa kupangilia hata kazi zao, na mstari wa pambizo wao kwao ni changamoto. Lakini tutakwenda kwenye kundi lingine la wenye changamoto mbalimbali mbali za ujifunzaji, tukilenga zile KK. Changamoto hii inaitwa dyslexia, yaani kushindwa kusoma. Sifa za watoto hawa wanashindwa kutofautisha kati ya sauti sauti bi, na sauti, na sauti bi hawa wanashindwa kutofautisha. Baada ya yenye kuona changamoto hizo za ulemavu katika halmashauri mbalimbali mkoani Mara, shirika la Mtakatifu Justin limeweza kusaidia vipi kundi hilo ili liweze kupatiwa elimu? tumekuwa na kampeni mbali mbalimbali ambazo zimekuwa zikihusu kuwaibua watoto hawa katika jamii. Wote tunafahamu kabisa watoto hawa kwa baadhi ya jamii au familia wamekuwa wakifichwa kwa sababu ya unyanyapaa, lakini pia kwa ajili kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa jamii kuwatazama ambavyo sio vizuri, wazazi wamekuwa wakiwaficha watoto hawa sasa tulichokifanya kama St. Justin Foundation ni kuwaibua watoto hawa. Tumefanya kazi katika almashauri ya Msoma vijijini, na hapa tumeweza kuibua watoto zaidi ya mia mbili hamsini ambao walikuwa katika jamii na wamefichwa. Kuna watoto ambao kabisa tuliwapatia uniform za shule zote vifaa vya shule vyote, lakini pia tumewapatia vitimwendo kwa wale ambao wana ulemavu wa viungo na wamehitaji. Baada ya kufanyiwa tathmini ya mahitaji, watoto hao wameandikishwa mashuleni. Tunashukuru kabisa watoto zaidi ya kumi wameweza kuandikishwa katika shule ya Kuibarabii iliyopo Msoma eh, vijijini. Shirika la Mtakatifu Justin pia haujaacha kundi la watoto wenye ulemavu mkali, wamehakikisha wanaendelea kupata elimu ya awali. Lakini pia vivyo hivyo tumekuwa tukiendelea pia hata hapa katika kituo chetu cha, cha St. Justin, kituo ambacho kinalea watoto wenye ulemavu. Tumekuwa na program maalum kabisa kwa ajili ya mpango wa watoto ambao wapo majumbani na watoto hawa ni wale watoto ambao wana magonjwa ya kudumu ambayo kwa kweli hawawezi kuchangamana na watoto wengine. Watoto hao wamekuwa majumbani, lakini tumekuwa tukiwafikishia vifaa mbalimbali vya kuweza kujifunza au vya kuweza kufundishwa na mwalimu wao mkuu akiwa ni mzazi au mlezi au mdada wa kazi pale nyumbani. Je, mwitikio wa jamii sasa ukoje kuhakikisha wanasaidia kundi hilo? Lakini pia jamii, tumeona kabisa kwamba jamii inakuja katika yale matukio, inakuja kwa ajili ya kupata uelewa kuhusiana na ulemavu, na wamekuwa wakijitokeza wengi, tukitumia mbinu ya vikundi vya uhamasishaji au vya burudani vya jamii husika. Kuna wahisani ambao wanaitwa Beyond Inclusion Tanzania, lakini pia tumekuwa tukishirikiana na Bridge to Hearing International, lakini pia tumekuwa tukishirikiana na Conrad Hilton Fund for Sisters ambao wamekuwa wakitusapoti sana katika shughuli zetu ambazo zinahusu watoto wenye ulemavu, lakini bila kusahau kabisa Right to Play Tanzania ambao wamekuwa pamoja nasi kuhamasisha jamii katika kwa ajili ya kuibua watoto wenye ulemavu, kuhamasisha waende shule, lakini pia kuwafuatilia wanapokuwa wakienda shule. Vile vile, uwepo wa darasa la nyumbani lenye vifaa vya kutosha linasaidia vipi watoto wenye ulemavu mkali? Tumejenga darasa na ambalo lina vifaa vya kutosha kabisa kwa ajili ya elimu ya shule ya nyumbani. Darasa hili ni mahususi kwa ajili ya watoto wale ambao tunasubiri viungo vyao viimarike, na mara baada ya kuimarika waweze kuunganishwa na shule ambayo ipo karibu na eneo letu, shule ya Ligamba A. Licha ya uwepo wa shule ya nyumbani, lakini shirika la Mtakatifu Justini wana vifaa maalum kwa ajili ya kusaidia watoto ambao wamekuwa wakiletwa hapo wakiwa na ulemavu wa aina mbalimbali. Sebastian Charles ni daktari wa mazoezi katika shirika hilo vifaa saidizi vimekuwa na msaada mkubwa sana kwa watoto katika kituo chetu cha just, just, just Justin wanaweza kupatikana hapa ndani na pia wanaweza kupatikana nje Aa, kuna baadhi ya watoto walikuwa wamefika hapa hawawezi kukaa wakikaa unaona shingo zao zinashuka chini shingo zinakuwa zimelegea Kwa hiyo kwa, kwa kutumia vifaa ambavyo tumeweza kuvi, kuvi, kuviona hapo nyuma Uh, vimeweza kuwasaidia watoto wengi kuweza kukaza shingo zao, wengine save, kwa, mtoto, ambapo, wakita, bada, kuka, sasa hivi ukimkalisha mtoto anaweza akakaa mwenyewe, ambapo akitaa baada ameweza kukaa. Sasa tupo kwenye zoezi la kuweza kumsaidia aweze kusimama. Akiweza kusimama vizuri, basi tunaweza kumsaidia pia katika kuweza kutembea. Hata hivyo shirika la Mtakatifu Justin lina vifaa mbalimbali kwa lengo la kugundua changamoto hususan kwenye sikio, pindi wenye changamoto hiyo unapoletwa mahali hapo. Hiki ni chumba cha audiolojia ambapo tunafanya E, uchunguzi wa sikio na tuna vipimo vitatu kwa ajili ya watoto viziwi kuweza kuwatambua ili baada ya utambuzi huo basi tuweze kufanya tathmini ya mahitaji yao. Godfrey Choto ni mwalimu mkuu shule msingi e, ya msingi Nyerigamba A iliyopo manispaa ya Msoma mkoani Mara. Anaeleza jinsi gani shule hiyo inavyowasaidia watoto wenye mahitaji maalum. Watoto wenye mahitaji maalum viziwi pamoja na wenye ulemavu wa akili wenyewe wanakuwa kitengoni, wanapata masomo yao wakiwa kitengoni, lakini wanapofikia hatua fulani, kwa mfano, kwa wale ambao ni wenye ulemavu wa akili, wao wanasoma kwa hatua tatu. Baada ya zile hatua tatu, tunawaweka katika ujumuishi, tunaangalia darasa ambalo linamfaa kwa umri wake na kiwango cha uelewa wake tunaangalia kama ni darasa la kwanza au ni la pili basi tunamweka humo anajichanganya na wenzake ana socialize mambo yanaenda vizuri kabisa na wanamudu stadi zote tatu wanapokuwa wamefikia ile hatua ya tatu na watoto wetu hapa kwa wanafanya mtihani sawa na watoto wengine darasa la saba na wanafaulu vizuri kabisa kwa mfano tukitazama mwaka wa juzi watoto walifaulu wote na mwaka uliopita walifaulu wote. Ukisita ajabu ya Musa, utaiona Firauni kama wasemavyo. Bahati Chacha ni mtoto mwenye changamoto ya ulemavu wa viungo, ana mikono miwili, lakini anajua kusoma na kuandika kwake, anatumia miguu kama mikono wakati wa kuandika na kufanya shughuli zake. Hapa mwalimu Eliza David anaeleza hali ya taaluma ya mtoto Bahati ambaye yuko darasa la pili Shule ya msingi Nyaligamba A. Katika shule yetu hapa tumefanikiwa kupata mwanafunzi ambaye anaitwa Bahati Chacha. Ni mtoto mwenye changamoto ya ulemavu wa viungo, hana mikono. Lakini pia kipindi anakuja hapa alikuwa hawezi chote kile, alikuwa hawezi kujihudumia kuoga, kufanya chote. Lakini kadri alivyoendelea kupata huduma aliweza kuweza kama mlivyoona hapa anaweza kuandika mwenyewe, kusoma. Japo kwa wakati wa mwanzo alikuwa anapata changamoto, wanafunzi wenzake wanam hawamwoni kama watoto wengine wa lakini kwa sasa hivi anaweza kushiriki na wengine akacheza pamoja na watoto wengine wa na wakamwona. Kama alikuwa hana uwezo wa kuoga mwenyewe, kwa sasa hivi anaweza akajihudumia mwenyewe, akaoga akapaka mafuta na kuvaa nguo mwenyewe. Shirika la Mtakatifu Justin limekuwa likifikisha elimu mbalimbali ili jamii iweze kuibua watoto wao wenye ulemavu ili waweze kupatiwa elimu maeneo mbalimbali mkoani hapa tulipofanya uibuaji, uhamasishaji na uibuaji wa kina tulipata watoto mia mbili ishirini na nne wenye ulemavu kutoka kwenye kata hizo hizo. Kwa nini taarifa za sensa na uhalisia vinatofautiana? Sababu kubwa ni hiyo, unyanyapaa. Watu wanadhani ukiwa na mtoto mwenye ulemavu ukamtangaza, unajiaibisha, unajidhalilisha, yani Kumbe tuna mnyanyapaa yule mtoto. Ni kosa kubwa sana hili, kila mmoja anayetoka hapa awe ni mwalimu wa kutoa elimu tulioipata leo hapa. Kwa hiyo nachukua fursa hii niwaombe wachungaji, katika mahubiri yenu naombeni, na hiki kipengele naombeni mkiweke umuhimu wa elimu kwa watoto wenye ulemavu. Naomba zoezi hili, kama itawezekana, liendelee kuwepo ili watu waendelee kufundishwa na wasiwafiche watoto wenye ulemavu wa viungo. Ningependa ili hili, hili shirika liendelee ku, kuwepo na liendelee kutoa kuhamasisha ili watoto waliofichwa majumbani waweze kutolewa na waweze kujumuika na elimu wakaendelea na masomo. Stefano Mwesi ni kaimu mkurugenzi shirika la Mtakatifu Justin anaeleza nia na madhumuni hasa ya shirika hilo katika kuhakikisha wanaendelea kusaidia watoto wenye ulemavu hapa mkoani Mara na pia hasa katika maeneo wa watoto wenye ulemavu. wanapopewa elimu, tunategemea kwanza waondoe ile hali yao ya ulemavu, lakini pia washiriki katika shughuli za kitaifa. Wapo watoto ambao kwa kweli wameumizwa aidha na familia au jamii kwa utelekezo. Mpenzi mtazamaji wa Star TV, nakusi endelea kufuatilia Star TV kupitia vipindi mbalimbali. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuleta kwako kwa Frank Scrofasi. Endelea kutazama Star TV, kwaheri. <tikunyabole>